mwanamke huyo ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Nataka nirudie kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye maumbile yake ni mwanamke. Ilikuwa siku, ikawa miezi, na hatimaye hivi sasa ni miaka minne. Tangu rais Samia Suluhu Hassan ashike kijiti cha uongozi wa taifa hili. Ikumbukwe Machi 19 mwaka 2021 m aliapishwa rasmi kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na hii leo tunavyozungumza mimi nawe, tayari amefikisha miaka minne katika uongozi wake. Mengi yamefanyika, safari yake imetafsiriwa katika namna mbalimbali. Wapo walioipa picha safari ya milima na mabonde, lakini wapo walioipa picha ni safari ya fanikio katika miaka yake hii minne ya uongozi. Ilianza siku moja, uka katika mwezi, mwaka, hatimaye leo ni miaka minne, tangu Samia Suluhu Hassan aapishwe kuwa rais wa Tanzania. Kwa mujibu wa wanazuoni mbalimbali, tathmini ya safari ya uongozi wake inabebwa na milima na mabonde wakirejea mambo yaliyofanyika ama kurejesha au kupoteza matumaini ya wananchi. Wasomi hao wabobevu katika taaluma ya utawala na sayansi ya siasa, wanasema mwanzoni mwa utendaji wa mkuu huyo wa nchi ulileta matumaini katika mambo mengi. Hata hivyo, hali hiyo haikudumu kulingana na wasomi hao, kadiri siku zinavyokwenda, changamoto ziliibuka na hatimaye baadhi ya mambo kuonekana kusuasua. Ingawa hali iko hivyo katika utawala bora na siasa, kwa upande wa uchumi, mambo yanatajwa kuwa shwari, kwa mujibu wa Aurelia Kamuzora, profesa wa uchumi wa Chuo Kikuu cha Mzumbe. Rais Samia aliapishwa kushika wadhifa huo Machi 19, mwaka 2021 19, si siku mbili baada ya kifo cha mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli, aliyefariki kwa maradhi ya moyo. Miaka minne ya uongozi wa Rais Samia inatazamwa na mwanazuoni wa sayansi ya siasa wa Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM, Dr. Conrad Masabo, kama kipindi cha kurejea na kasi kubwa kwa matumaini ya wananchi na nyakati zingine kuwepo na changamoto. Kwa upande wa kurejea kwa matumaini, Dr. Masabo anasema ndani ya awamu ya sita wananchi warejeshewa uhuru wa kujieleza na hata kuimalika kwa utawala wa sheria. Katika kipindi hicho anasema kulishuhudiwa Rais Samia akiunda kikosi kazi kukusanya maoni ya wadau kuhusu uendeshaji wa siasa nchini kilichoongozwa na Profesa Rwekaza Mukandala. Ni kipindi hicho hicho pia mkuu huyo wa nchi aliunda tume ya haki jinai iliyolenga kushauri mageuzi ya mfumo katika taasisi ya haki jinai. Kadhalika, Rais Samia alitambulisha falsafa ya 4R, yani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya, ukiwa ndiyo msingi wa utendaji wake. Kwa mujibu wa Dr. Masabo, mambo hayo yote yarejesha matumaini kwa wananchi kuhusu kurejea kwa utawala wa sheria na uhuru wa maoni. Anasema nanukuu, hili unalitathmini kwa kuliangalia uhuru wa kisiasa. Ni kweli taasisi za kisiasa na za kiraia zilirejeshewa uhuru wake na kufanya shughuli zake kama hapo awali. Anasema hata katika maendeleo, anasema kulikuwa na matumaini chanya, kwa kuwa miradi ilikuwepo iliendelezwa, na mingine mipya iliibuliwa na kutekelezwa. Lakini yapo baadhi ya matumaini kwa mujibu wa Daktari Masabo, yaliyotoweka, hasa baadhi ya taasisi za kisiasa na kiraia zilipoendelea kufanya shughuli zake kwa kuhoji utawala, ndipo misukosuko ilianza. Anasema baadhi ya matukio ya kisiasa yalizuiwa, ukiwemo mkutano wa siku ya vijana duniani ulioandaliwa na baraza la vijana Chadema Bavicha mkoani Mbeya. Mwanazuoni huyo anasema pamoja na mafanikio katika utendaji wa miradi, lakini kwa upande mwingine utawala wake ni kipindi ambacho nchi imekopa zaidi ukilinganisha na vipindi vingine, na nukuu. Maendeleo ya vitu yameonekana lakini tumetengeneza utegemezi mkubwa. Ukiangalia uwiano wa maendeleo na madeni tulionayo, wakati fulani ni vigumu kulizungumza hili suala. tumepunguza utegemezi wa ndani na tumeongeza utegemezi wa nje, anasema Dr. Masabo. Anasema ndani ya kipindi hicho mamlaka ya wananchi kuamua kiongozi wanayemtaka ilipungua, na hilo limeonekana katika uchaguzi wa serikali za mitaa.